Unajua katika maisha haya unajilazimisha kufanya mambo, si eti kuna mtu anapenda, anapenda, anapenda kazi. Kazi kuamka kidogo na kuja shule, unajua hakuna umeme Hakuna kijana hata mmoja niliona akitumana kuruzi. Hakuna. Ati mzazi amletea kuruzi. Hakuna. Wachana ndio wameletewa. Na wanaamka kawaida tu wanasoma kwenye bweni. Na zile kuruzi. Lakini wewe unalala unafikiria shule zingine zinalala. Ama unasema kwa kidato cha pili unaendelea na kulala. Bidii ambayo uko nayo kwa michezo ungeleta hapa darasani ungekuwa mbali. Hakuna mahali michezo itakufaidi bila wewe kuja kwanza kufanya vizuri kwenye mtihani, si ndio? Wale ambao wanaenda huko Marekani wanaenda wapi? Wanaulizwa majibu yao ya wapi ya shule. Huko ndio mnadanganywa. Ingekuwa masomo si muhimu kwa ndande wangetia bidii wale wanafanya vizuri, si ndio? Awangeenda kashule kama hiyo, wangekuwa na shule yao na si lazima wasome. Kwa hivyo, masomo ni muhimu sana. Hakuna mtu ambaye ameimarika katika katika michezo wote ule bila kupata vizuri kwenye mtihani. Na ndio maana unaona shule ambazo zinaelewa kuhusu michezo, lazima upate chaya kuongezwa ndio uende kwenye michezo. Shule ambayo nilikuwa, ulikuwa kidogo ukiteremka mahali huko. Ukiteremka kidogo uende kwenye michezo kwa sababu kwa sababu, utia bidii kwenye masomo, utatia bidii vipi? Angalia hapa wale wanafaulu kwenye michezo huko. Wale wengi wanaenda mpaka wanafika huko mwisho awamu ya juu, angalia akili zao. Mtu ambaye ana akili, utamwambia pita huyo na huyo na huyo kule. Si nguvu, si nguvu. Michezo si nguvu, lazima utumie akili ndio ujue kwa ule ule, ambaye utapea atapea nani baadaye, nampe nani ndio afanye nini, afunge bao. Michezo si nguvu pekee yake, hivyo ndio mtu watu waambia. Ndio maana ukiangalia vizuri mbele, mara ya kwanza labda muende, mara ya pili alafu ishia hapo. Wakati ule mimi sina kwa hivyo, kwa sababu wale watu wanaenda michezo ni kina nani? Angalia ni kina nani ndio wanakuja na mara ya kwanza darasani, kwa sababu watafikiria Usiambiwe mchezo wa kikapu ni kuwa mrefu, si mrefu peke yake. Naweza kueleza watu wa mchezo wa kikapu ambao si warefu na wana wanafunga bao na wameenda juu. Na wako NFL. Lakini mimi napenda mchezo wa kikapu kidogo. Nilikuwa napenda kitambo sana. Lakini sasa hivi naona Formula 1. Naweza kueleza. Naweza kueleza wale ni dereva, lakini yule dereva kwanza akili yake ukiangalia vile anakula ndio ana akili ambayo ni timamu. Usifikirie tu kupeleka gari ni kupeleka gari. Huko unasikia oh wale wanapeleka gari vizuri ni wale hawajasoma utashangaa. Ndio sababu ajali ni nyingi wapi? Barabarani. Ndio maana ajali ni nyingi barabarani. Lazima kuwe na mtu ambaye anafikiria.

Je, huyo mwanafunzi ambaye amepigwa msafara atakuja hapa kama wanafunzi wengine ambao wamepigwa kwa kutumia hiyo dawa? Huko hapa shule unajua mahali umetoka. Unajua mahali umetoka lakini unasahau. Unasahau wakati wote mahali umetoka, unaanza kuishi kama wale wale wengine wako hapa ambao wanakudanganya kwa kuwa kuna pesa na wao pia wanajua kwa kuwa kuna pesa. Sasa angalia pale. Sijasema pesa pesa ziko. Pesa ziko za kula. Hakuna zile za masurufu. Huko hapa badala ya kusoma, babako ana shamba kidogo mahali amejenga kwa sababu yeye ni kijana na huko hapa. Unasema au, nitarithi. Sasa wewe ambaye utarithi pale na ndugu zako wengine na kwa sababu hawajakamilisha kujifungua, Wanakudanganya tu, labda ni wanajidanganya, wanakudanganya labda ni wanajifungua. Wajifungue kijana wengine watatu. Shamba ni lile lile. Ndio maana unaona watu wanakatana. Unachukua panga unakata mzako. Kwa sababu shamba ni lile dogo hivi. Hakuna sehemu nyingine. Wengine hata hakuna shamba. Na unajua vizuri hilo shamba si lake. Unajua vizuri. Unaishi pale kwa babu. Unaishi kwa shangazi au unaishi mjini. Hata ukiona nyumbani unaenda kwa babu. Na ni babu mzima mama. Unajui na una sehemu. Badala utie bidii hapa. Ndio ukijifunza kuamka asubuhi ukisoma na hiyo kuruzi kwa sababu hakuna umeme. Baadaye, baadaye wewe ndio utaleta umeme pale. Baadaye utanunua, utaenda ununue sehemu kubwa. Ununue kali kadhaa. Hata uhamishe wote. Asubuhi niko hapa unalala.

lakini wakati mwingine kuna wengine naona ni kama hawataki kusaidiwa. Sasa mtoto ameenda hivi, na ukiangalia ile kaptura yake makalio iko nje. Kwa nini? Sikuna, sikuna, si kaptura za shilingi kumi za mtumba, sikuna za 20. Hawa wazazi hawana pesa. Hawana pesa kwa nini? Uwezi toka hapo. You can go and when you go to dig in his shamba you pay how much? 300. Yes. 300. If you buy you, a kilo of beans and uh, maize.

People are not thinking. You, you want to eat something so your neighbor can see you're eating meat and you cannot afford the meat. What for? A time will come when your children will work hard, yes, they'll buy the meat for you. You know if you want something you need to work hard. If you don't work hard, you'll be poor. If you don't work hard, let me tell you. Mimi najua watu hawana chochote lakini ile bidii wanajibidisha, unaweza shangaa. They change their lives automatically in their family. Your parent